Mabibi na mabwana, wageni walikwa, ninawakumbusha tu, leo tupo katika program inaitwa Campus Hub Empowerment Program iliyoandaliwa na wenzetu wa The Global Youth Empowerment Institute, lakini madhumuni ya kutuleta hapa ni kuhakikisha vijana katika makundi mbalimbali mbali wanapata elimu ya masuala mbalimbali ikiwemo mambo ya fedha, elimu ya masuala ya afya, ajira, biashara, pamoja na kujitambua na mambo mengine kadha wa kadha, tutajifunza hapa kwa dhati ya moyo. Nikushukuru sana ndugu yangu Amina, na CEO wa Global Youth Empowerment Institute na viongozi wote kwa kuandaa hili jambo kubwa, jambo muhimu. Ikumbukwe tu miaka kumi iliyopita na mimi nilikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu hichi cha Dar es Salaam. Mara zote eneo hili la mkuluma ni sehemu ya chemchemu ya fikra. Sasa viongozi mbalimbali mbali walikuwa wakija hapa, wakiwa wanazungumza nami, nilikuwa pale darasani na wasiki, yani naona kama kuna vitu vinanitembea kwenye damu, nilikuwa nami nakaa kule nyuma nawasikiliza. Lakini leo Global Youth Empowerment Institute umeweza kunileta mbele na mimi nimekuwa msemaji. Asante sana mheshimiwa mgeni rasmi. Uh, nilikuwa nasoma ripoti ya UNDP ambayo hiyo ripoti ilinishtua. Hiyo ripoti inasema asilimia 60 ya vijana ambao wanahitimu chuo kikuu wanakuwa hawana maarifa na uzoefu wa kutosha wa kuajiliwa au kujiajili, more than 60%. Na hiyo si tu kwa Tanzania lakini kwa bara zima la Afrika. Kwa hiyo nilipokuwa nasoma hiyo ripoti nikawa naangalia pia kwa Tanzania. Kuna rais mmoja wa Marekani anaitwa John F. Kennedy aliwahi kupita, aliwahi kusema, usijiulize Marekani itakufanyia nini wewe, lakini jiulize wewe utaifanyia nini Marekani. Hilo ni swali ambalo mimi nimekuwa ninalitafsiri kwamba siku zote huwa sijiulizi kwamba mimi Tanzania itanifanyia nini, lakini mimi au kama sisi taasisi ya Global Youth Tanzania itatufanyia nini. Nikawa naangalia pia li, uh, ripoti ya shirika la kazi duniani ILO ambayo inasema kila mwaka watu au vijana zaidi ya laki saba mpaka milioni moja wanaingia kwenye soko la ajira, lakini the most shocking news is katika hao vijana laki saba mpaka milioni, asilimia kubwa wanaingia wakiwa hawana practical knowledge, lakini pia wakiwa hawana extra knowledge. Kuwa na degree peke yake haitoshi. Kuwa na cheti peke yake hakitoshi. Kuna kitu kinaitwa talent, kuna kitu kinaitwa kipaji. Ni muda wakati mwingine kuangalia una kipaji gani. Mimi ningeangalia tu suala la ukemia, ningebaki leo kwenye ukemia, lakini nilijiona ndani yangu na uongozi, leo nimekuwa kiongozi. Twendeni tukatumie pia wakati mwingine vipaji ambavyo tulivyokuwa navyo. Jim Rohn aliwahi kusema hivi, wewe ni wastani wa watu watano ambao unaspend nao muda sana, you are the average of the five people you spend the most time with. Sasa kama watu wako watano ambao wanatumia muda wako mwingi nao ni wezi, wewe ni wastani wao, so you have to be careful. Kama kiongozi watu gani unajizungusha nao? Tunatambua sana kazi kubwa ambayo inafanya na serikali awamu ya, ya sita kupitia Mheshimiwa Rais, na imekuwa inatengeneza mazingira ya uwezeshi kwa vijana kwenye sekta mbalimbali elimu, e, lakini programu mbalimbali za vijana. Lakini serikali peke yake haiwezi kutosha kufanya kila kitu, kwa hiyo ndio maana wadau binafsi wa sekta binafsi tunaingia hapo, na hiyo ndio lengo ililotufanya sisi kuja na hii program ya Campus Hub Empowerment Program kwayo sisi kama taasisi tunafanya nini kuweza kusaidia angalau kwa upande wa Tanzania, ndio tukaja na hii Campus Hub Program, ambayo Campus Hub program ina malengo matatu tu. Lengo la kwanza ni kuwasaidia vijana kupata elimu mbalimbali, elimu ya kifedha, elimu ya kujitambua, lakini vilevile kuwasaidia kuwaunganisha na masuala ya mikopo, masuala ya benki, kwaweza kupata financial institution kwa sababu amini usiamini Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna watu wana, wako mwaka watatu hapa lakini wana stress wakimaliza watafanya nini. Wako vijana leo ambao watapata mentors, wako vijana leo ambao watapata washauri wa kuwasaidia. Lakini vilevile ripoti ya Tamisemi ya mwaka 2023 inasema asilimia sitini ya vijana hawajui fursa zinazotolewa na serikali. Kwa lengo pia la kuanzisha campus hub ni kuwafahamisha vijana kwamba kuna fursa hizi ambazo serikali inazitoa ili waweze kuzichangamkia.